Hey, mambo vipi? Karibu sana. Tunaendelea na kujifunza MySQL na tayari tumeshajifunza baadhi ya vitu katika video zilizopita. Leo tutaingia katika command nyingine hii ama statement nyingine katika SQL ambayo ni insert into. Hii ni command ambayo tumeshaitumia katika video iliyopita. So leo hatutoweza kuchukua muda mkubwa sana kuweza kujifunza command hii kwa vile tayari tumeshaigusia katika video iliyopita na tayari kila mmoja wetu ana mwanga kipi ambacho inafanya. Lakini kwa fupi, insert into hutumika kuweza kuongeza ama kuingiza data rekodi mpya ndani ya table lililopo katika database yako. Unahitaji kuingiza data pengine customer kaja, unahitaji kumu add kwenye hiyo database yako, basi tunakuwa tunatumia hii insert into. Tutaenda kuona hapa jinsi gani ambavyo tunaweza kufanya hivyo kwa kuweza kuonesha na queries ambazo tunaweza kuziandika na tukaingiza data kwenye table ambazo tutakuwa nazo katika database zetu. So moja kwa moja tukiangalia basic syntax unaanza na insert into as a keyword za SQL ama command ambazo zinatumika, kisha unaandika jina la table yako: table name. Inafuata, insert into, table name kisha unaandika zile kolamu ambazo unahitaji kuingiza data katika kolamu hizo. Kwa mfano wewe hauhitaji kuingiza data katika kolamu zote kwenye hiyo tebuli yako, basi utaingiza hapa zile kolamu tu ambazo unahitaji kuingiza data. Baada ya hapo, utafunga mabano yako haya, ambapo hapa mabano haya ya mwanzo ni zile kolamu katika hiyo tebuli yako, kisha haijamaliza, utaandika values. Sasa hapo utafungua bano na utaandika hizo values ambazo unahitaji kuingiza katika hizi column ambazo umeziweka hapa. Kisha utafunga bano lako, utafunga kwa semicolon, uta run hiyo queries na itaweza kuinsert data katika hiyo table ambayo umeweka hapo na hizo column ambazo umeziweka. Lakini hii ni kuweza kuingiza data katika column fulani katika hiyo table yako. Pengine sio column zote. Lakini hii ya pili hapa ni kuweza kuinsert kuingiza data katika table yako, lakini katika column zote ambazo zipo katika hiyo tebuli yako. Kwa hiyo we just una specify two values ambazo zitakuwa zinalingana na zile idadi ya column ambazo zipo, lakini pia zinaendana na zile data type ambazo hizo column zinakuja kupokea hizo data. Kwa unatakiwa uwe makini sana, sio lazima kuandika column baada ya column kama unahitaji kuingiza data katika tebuli yako, column zote ziweze kupokea data, lakini unatakiwa tu uzingatia utakapotumia hii hapa query hapa chini hizo column zako zilivyojipanga na data ambazo zinakwenda kupokea, ili utakapozipangilia hapa ziendane, ili usiweze kupata error ambayo inaweza kujitokeza kwa kukosa tu kuweza kuzipangilia vizuri. So wacha sasa twende katika command line, tuoneshane jinsi gani ambavyo tunaweza kuitumia insert into kuweza kuingiza data katika table yetu. Kumbuka, katika video iliyopita tuliweza kutengeneza table ya customer, kama umeshaangalia video iliyopita. Sasa katika ile table ya customer ndio ambayo tutatumia leo katika video hii. Na kama unakumbuka tuliweza kutumia hii insert into kuweza kuingiza data katika table yetu ile. So acha tuweze kushow hapa databases ambazo tupo nazo. Na tukaweza kutengeneza database yetu hii ya duka ndio ambayo tumeitumia. So hapa mimi just nitasema to use duka. Okay, tayari nipo katika database yangu ya duka na hapa nikishow tables. Katika hii database yetu ya duka utaona tupo na table ya customer ambayo tulitengeneza katika video iliyopita. So, tukiangalia hii table ya customer, data zilizomo humu ndani tutaweza kutumia ile select command yetu, let's say tutumie asterisk all from customer. Wale ambao wameangalia uh, video iliyopita, tayari hiki kitu ambacho nimekiandika hapa sio kigeni kwao. Kama wewe bado basi ningekuomba ukaangalia video iliyopita na uende kwa mfululizo wa hizi video. Usirukie tu video ambayo inafata ukaanza hapo badala ya kuanza kujifunza zile za nyuma. So hakikisha unafata eh, huu mfululizo ambao nimekuwa nimeupangilia. So hapo unaona tumeweza kuretrieve data ambazo zinapatikana. Sasa hivi tupo na data hizi moja, mbili, tatu. Tupo na hawa customer wateja watatu tu sasa. Wacha tutumie insert into kuongeza hawa wateja katika hii table yetu ya customer. So kama kawaida, utaanza na insert into, utaandika jina la hiyo table yako ambayo unahitaji kwenda kuingiza data. Kwa mimi hapa ni customer, jina la table yangu. Kisha utafungua mabano, unaanza na column ya kwanza. Mimi column yangu ya kwanza inaitwa customer, lakini kumbuka tulikosea kuweka t. Kwa hiyo mimi yangu ina someka hivi, ukiangalia hapo unaona customer id, then comma ya pili ni name, na kolamu ya tatu ni city. Kisha tutafunga mabano yetu, kisha sasa hapa click enter, itafuta values. Tayari column tushaweka, tusha specify ambazo tunahitaji tukaziweke hizi value ambazo zinakuja sasa, tutafungua bano tutaingiza sasa hapa ya nne ID, kisha huyo ataitwa, tumuite vipi huyo? Uh, tumuite Hassan Ali kisha koma, siti gani? Dodoma. Kisha tutafunga bano letu hili la values. Baada ya hapo utafunga kwa semicolon, ta click enter, tayari query. Okay, one row affected, tayari tumesha add hii, uh, data ama huyu customer Hassan Ali. Tukiweza sasa hivi hapa ku show ku select all from customer, tayari unaona tumeweza ku add huyu e, mteja wa nne hapa Hassan Ali. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ku add uh, data katika table ndani ya database kwa kupitia hii command ama query ya insert into. So pia unaweza kutumia insert into kuweza kuingiza mtu zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja. Kwa mfano, let's say hapa hii query yetu ambayo tumeitumia ya kuinsert into hapa, baada ya kuandika column zako, ukiweka values, kitu cha kufanya hapa, unafungua mabano yako, si ndio? Unaingiza value hapa. Kwa hiyo mimi hapa, huyu atakuwa na id ya tano, jina lake, huyu atakuwa ni Zainab. Zainab nani? Zainab Mwinyi, kisha tutaweka, tutafunga anaishi Mwanza city, then tutafunga sasa. Kabla ya kuweka semicolon, kwa vile unahitaji ku add data ama wateja zaidi ya mmoja kwa wakati mmoja kupitia query mmoja tu hii, unaweza kuclick enter hapa. Hatujaweka semicolon mwishoni kufunga, tunaendelea hapa. Tunafungua bano letu hili, tunaweka nyingine hapa. Huyo atakuwa ni wa sita, then atakuwa anaitwa Peter Joseph, na huyu bwana city yupo Tanga, okay? Then tunafunga. Sasa baada ya kumaliza hapa unaweka semicolon. Lakini kabla ya yote kumbuka kabla ya kuweka semicolon huku juu unatakiwa ufunge kwa koma. Tayari mimi nilikwisha sahau. Unafunga kwa koma utakapomaliza kuingiza value za kwanza. Halafu ndipo ambapo zinafuata ile value ya pili. Kwa hiyo hapa acha tuweke tan ya sita, rudie sore, niliweza kusea pale kidogo, then unaweka Peter Peter Joseph kisha Tumesema huyu anatokea Tanga siti ambapo yupo. So hapo utafunga, utafunga kwa semicolon. Hii koma ndio ambayo nilikuwa nimeisahau. Baada ya kumaliza hapa wa kwanza ku add, utaweka koma, kisha utaweka value ya e, wa pili utaweka koma, kama ipo ya tatu, utaweka nyingine ya tatu, utaweka koma, kama ipo ya nne, utaweka ya nne. Mwishoni kabisa hakikisha unamalizia na hii semicolon. Okay, baada ya hapo uta click enter, tayari kuiokay, rekodi mbili zimeingizwa katika tabuli yetu ya hii customer. Kwa hiyo hapa sasa hivi nikiweza kuangalia select all from customer, unaona tano sita ambao tumewaadd Zainab Mwinyi na Peter Joseph tayari wanaonekana katika table yetu. Tumetumia hii insert into kuweza kuadd hawa wateja katika table hii hii ya customer. So very simple. Unaweza kujaribu huko na wewe ukaona jinsi gani ambavyo inafanya kazi uh, hii insert into statement kama command ya SQL na kuweza kutengeneza query ambayo utaweza kuadd Customer katika table yako ya customer kama hivi ambavyo mimi nimefanya. So, sina la ziada leo nilihitaji tu kuweza kuelewesha zaidi, kukufahamisha zaidi kuhusiana na hii command ya insert into. Tuliongelea katika video iliyopita, tuligusia, lakini leo nimekuja hapa katika hii video yake kuweza kushindilia na kila mmoja wetu aweze kufahamu zaidi. Nimekwambia una uwezo wa kutumia hii insert into kuweza kuingiza data katika column baadhi tu ya hiyo tebuli yako, sio lazima uingize data katika column zote. Unaweza kujaribu hilo ukaona jinsi ambavyo inafanya kazi. Sina la ziada leo, fanya mazoezi huko katika hizi kamandi ambazo tumezipitia hadi sasa. Tumepitia kamandi zisizopungua nne kutokea mwanzo, toka tuanze na playlist hii ya kujifunza MySQL zinazidi kamandi uh, nne ambazo tumezifanyia kazi unaweza so, kuzijaribu na kufanya mazoezi ili basi uweze kuzoea. Asante sana, like video hii. Una maoni, unahitaji kitu ambacho hujakielewa vizuri ueleweshwe, unaweza kushare na sisi ukauliza katika sehemu ya comment ukaweza kupata msaada. Asante, tukutane wakati mwingine tutakapokuja kujifunza, nadhani itakuwa ni command nyingine, tutakuja kuiona katika video inayofuata. Asante.